Chifu habari, chifu habari. Hii ni moja kwa moja kutoka Rock City Mall, tupo Mwanza chifu, na hizi ni zile shamra shamla maandalizi fulani hivi ya kumpokea mama yetu Samia Suluhu Hassan. Shughuli ni watu, tumekuja hapa kuzungumza na watu ili tuweze kuona what's happening? what's going on, inakuaje kuwaje chifu? Hiyo ni tarehe ngapi? pewa mingapi tena mitano, tuwaoneshe. Mingapi tena mitano? Mingapi chifu? Mitano Oktoba, tunafanyaje? 29, tunatiki, tuna tiki Habari chifu, habari e, ebanae, tuko hapa Rock City mo kwa ndani, mambo ya ndichi hapa. Tupo na wazee hapa wenye, unaona wana fly, wana record mambo. mzee wangu shikamoo. Habari Alhamdulillah. Naona vizuri sana. Umepita kwenye matembezi yako umekutana na mambo hapa. hpakiehanymina kuonesha mama yetu. Nyumbani, nyumbani pia. Njimbani pia. Oktoba 29 baba? Tena Ya sana. Maboksi, masanduku hapa. Naogopa na usinikute kabla. Ehe. Wewe umetiki vibaya mno. Ah, unatiki kwa nani? Kwa mama. Samia. Usa... Sulu. Hassan. Huyo ni tiki namba moja. Tiki namba mbili inaenda kwa mbunge wako, nani? Katambi, kutoka Shinyanga. Diwani wako? Diwani wangu mimi, yuko bwana mdogo mmoja pale kata ya Kitangili, hmm. anaitwa Madete, Madete. E, nimeshaweka mafiga matatu: CCM raisi, CCM mbunge, CCM diwani. Baada ya hapo umemaliza. Ah, Oktoba 29, jia ni moja tu kuelekea kwenye kituo cha kupigia kura. Kotiki Samia. Unapofika kwenye karatasi ya kupigia kura, kwanza angalia nembo ya kijani ya CCM. Kisha angalia picha mgombea urais, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mbele kabisa utaona boksi wazi ambalo ndilo utaweka tiki yako. Hakikisha tiki yako